Si ni buru mm, kweli. Ni burudani kusema kweli, ni kweli, si ndio mzee? Sasa tusome taarifa habari, kisha tutaendelea na jambo Tanzania. Na mtazamaji unayejiunga nami hivi sasa ni kwambie hujambo jambo, na nikualike katika taarifa habari katika jambo Tanzania. Mimi naitwa Ana Mwasioke. Bunge limepitisha muswada wa sheria ya marekebisho ya sheria ya vyama vya siasa ya mwaka 2018 ambayo imejadiliwa kwa siku moja na wabunge wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Akijibu hoja za wabunge wakati wakichangia muswada huo, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, kazi, ajira, vijana na watu wenye ulemavu, Jenista Mhagama amesema kuhusu kuundwa kwa vikundi vya usalama katika vyama vya siasa, jambo hilo sio sahihi. Kifungu hicho cha kifungu cha nane hii kifungu kidogo cha kwanza kimesema kiongozi au mwanachama asije akaandikisha wala kuunda vikundi vinavyofanana na vikundi vya kijeshi. Kifungu to kimesema hivyo kama wewe unaona kwamba unataka kulindwa, nenda huko kachukua hivyo, kachukua hizo taasisi zilizoanzisha vikundi vya ulinzi na usalama, watakulinda. Lakini tunasema wewe, kama chama, kiongozi, usianzishe kikundi kinachofanana na kikundi cha kijeshi ndani ya chama chako. Hilo jambo limepigwa limepigwa hapa vita wazi kabisa ama usianzishe hicho kikundi kitakachofanya kazi zinazofanana na taasisi ambazo zinashughulika na ulinzi na usalama katika nchi yetu. iba na masuala ya sheria Mohamed Mchengerwa amesema baadhi ya wabunge hawajaelewa maana ya marekebisho katika kifungu kinachohusu undaji wa vikundi vya usalama katika vyama, huku baadhi ya wabunge wamepongeza muswada huo na kusema kwamba utasaidia kuleta mabadiliko katika vyama vya siasa na kuongeza ulinzi wa amani hapa nchini. Aya ya 147 imeainisha mambo mengi, ikiwa ni pamoja na kwamba Mtanzania au taasisi yoyote hairuhusiwi kuanzisha vikundi vya ulinzi vyenye lengo la kunyang'anya mamlaka ya jeshi la polisi lakini pia majeshi mengine yaliyomo kwa mujibu wa sheria zilizopo za nchini kwetu. Tunaamini kwamba muswada huu baada ya kupita sasa na ukishapata baraka za mheshimiwa rais, tunaamini sasa kwamba eh, demokrasia katika vyama itaongezeka zaidi, lakini pia nidhamu na uwajibikaji ndani ya vyama tutaiona, kwa sababu sasa kule kuna misingi ambayo tumempa eh, mamlaka sasa eh, msajili wa vyama vya siasa si tu kwenda kuwa mwangalizi eh, kuwa, kuwa mlezi kama ilivyokuwa zamani, lakini sheria hii inamwongezea eh, nafasi zaidi ya kwenda kuwa mwangalizi. Tunategemea mheshimiwa rais atisaini mapema ili madhara tulikuwa tunapata kutokana na vyama kutokuwa na taratibu yaweze kupungua. Lakini msingi ni kwamba imekuja hii kwa maana ya kuweka nchi kwenye amani. Nam, tuangazie ripoti nyingine kutoka Mara isemayo wananchi wa mtaa wa Bweri Bukoba katika manispaa ya Musoma wameuomba uongozi wa manispaa hiyo kuwaboreshea miundombinu mbalimbali ikiwemo barabara, maji pamoja na umeme kutokana na maeneo hayo yaliyo pembezoni mwa mji kukosa huduma hizo. Wakizungumza na TBC wakati wa zoezi la kufyeka vichaka na kulima barabara, wananchi hawa wamesema wameamua kulima barabara hizo zilizowekwa wakati wa urasimishaji wa makazi ili kurahisisha mawasiliano katika maeneo hayo. Kutoka mkoani Mara, hii hapa ripoti ya mwandishi wetu Upendo Mwakembe. Wakizungumza na TBC wakati wa zoezi la kufieka vichaka na kulima barabara, wananchi wa mtaa wa bweri Bukoba katika manispaa ya Msoma mkoani Mara wamesema wameamua kulima barabara zilizowekwa wakati wa urasimishaji makazi ili kurahisisha mawasiliano katika maeneo hayo. Tunaomba serikali yetu, hasa halmashauri, ije tuunge mkono ili ione jitihada za wananchi wanavyofanya maendeleo haya. Hatuna maji, hatuna umeme barabara tunajitengenezea wenyewe. Basi kwa mwendelezo huu tulio nao, manispaa itusaidie hata kupata greda ambalo litaparua lita njia kwa katika kuzitatua changamoto. Kwa kuanza, wananchi wameamua kuazimia kwa kwamba wafungue njia zote ambazo ziliwekwa katika urasimishaji, ili angalau wawe na uhakika wa kufika katika makazi yao. Kwa upande wake, mkurugenzi wa manispaa ya Musoma Fidelika Miovela amesema halmashauri hiyo ina mkakati wa kuhakikisha wanafungua njia zinazoingia katika makazi hayo, sambamba na kuboresha miundombinu yote katika maeneo hayo ya pembezoni. Kwa barabara zile ambazo hazipo sasa, lakini wananchi wanaishi, tunasema barabara za pembezoni, kama halmashauri nyingine, tutawasaidia kuzifungua halafu kwa kushirikiana na TARURA wataendelea polepole na taratibu zao za kuendeleza hizo barabara ma maji ya Muasa yanayotoka Bukanga, mradi mkubwa yalikuwa hayajafika huko. Wenzetu wa Muasa wako kwenye taratibu za mwisho za utaratibu wa kwanza, ujenzi wa tenki la maji litakalo kuwa mlima Balima mara kutoka huko mkoani Mara, sasa ni kaskazini mwa Tanzania, Arusha, ambapo wilaya ya Longido katika mkoa huo imetaifisha mbuzi na kondoo wapatao 450 waliokamatwa wakitoroshwa nje ya nchi kinyume cha sheria kupitia mpaka usio rasmi katika eneo la Kimokoua nje kidogo ya mpaka wa Namanga. Akizungumzia tukio hilo mkuu wa wilaya ya Longido, Frank Mwaisumbe, amesema mifugo hiyo imekamatwa kufuatia doria inayofanywa kwa ushirikiano wa timu ya wataalamu kutoka wizara ya mifugo na uvuvi, ofisi ya mkuu wa wilaya na polisi. Mwandishi wetu Sechelela Kongola anasimulia zaidi ripoti ifuatayo. Kundi la mifugo ikiwemo mbuzi na kondoo wapatao mia nne hamsini, wakiwa katika eneo la mpaka wa namanga wilayani Longido mkoani Arusha baada ya kukamatwa wakiwa tayari wameanza kuvuka mpaka huo kwa ajili ya kutoroshwa. Kiongozi wa timu ya operesheni ya kuzuia utoroshaji wa mifugo wilayani humo Noel Biamungu amesema mifugo hiyo ilikamatwa katika eneo la Kimakoua ikiwa imekaribia kutoroshwa. na hii imekuwa ni changamoto kwa muda mrefu, tunajaribu kukabiliana nayo, lakini changamoto zinakuwa nyingi. Kufuatia kukithiri kwa vitendo hivyo vya utoroshaji wa mifugo mkoani humo, baadhi ya viongozi wa wilaya Longido wakashauri adhabu kali zichukuliwe dhidi ya wahusika. Tumeshatoa uh, elimu ya kutosha kwa wananchi zaidi ya miaka miwili kwamba wapite hapa, walipe tozo zinazotakiwa kutozo za kiserikali, lakini kumekuwa na tabia hii ya kuendelea kupita pembezoni, kwamba hii ni mifugo michache. Je, iko maeneo mengine? inawezekana kuna mifugo mikuu mingi inatoroshwa zaidi ya hii hapa. Mkuu wa wilaya Longido Frank Mwasumbe ameagiza mifugo hiyo ipigwe mnada kwa mujibu wa sheria ili iwe funzo kwa husika na watu wengine wanaojihusisha na vitendo hivyo. Tunataka kodi ya halmashauri ilipwe, tunataka kodi ya serikali kuu kupitia wizara ya mifugo ilipwe. Kwa hiyo mifugo hii na itaifisha kwa mifugo ya serikali na ipigwe mnada. Wakizungumza baada ya agizo la mkuu wa wilaya wamiliki wa mifugo hiyo wamekiri kufanya kosa na kuiomba serikali iwapunguzie adhabu. Ilikuwa ni kosa tula, ambayo tumekosea kwa leo. Huwa hatutoroshagi, ni leo ndio nimejaribu ikawa hata sijabahatika. Ushuru umekuwa juu sana, elfu tisa kwa kichwa mbuzi. Kidogo tunaenda mbuzi, inakuwa inakata hela sasa, tulivyoshukisha naona ikawa imeshikwa. Sichela Kongola, TBC1, Arusha. Kaimu afisa uhamiaji mkoa wa Tabora Amiru Salim amesema ili kukomesha wahamiaji wanaoingia nchini kinyume cha sheria kwa kutumia gari moshi wanaandaa utaratibu kwa kushirikiana na uongozi wa shirika la reli nchini ili maafisa wa idara ya uhamiaji wawe wanafanya kazi katika vituo vya reli na ndani ya gari moshi. Salim amesema hayo kufuatia kukamatwa kwa raia kumi kutoka nchi jirani katika kituo cha reli mjini Tabora, pamoja na mkimbizi mmoja kutoka Burundi katika kambi ya Katumba ambaye amekuwa akiwasafirisha raia wa kigeni kuwapeleka Dar es Salaam. Mwandishi wetu Dkt Elias kutoka Tabora anaripoti kamili kama mna simu mpigiane huko, mwambie bwana huku kimenuka. Wakati vyombo vya ulinzi na usalama vikiendelea kudhibiti wageni wanaoingia nchini kinyume cha sheria kwa kutumia njia za panya, hasa maeneo ya mpakani, baadhi yao wameanza kutumia usafiri wa gari moshi kama usafiri mbadala wa kufanikisha malengo yao. Hata hivyo, kaimu afisa uhamiaji wa mkoa wa Tabora Amiru Salim amesema huko nako wahamiaji hao wamekumbana na mkono wa dola, na tayari sasa hivi tuna kesi ya mhamiaji mua, ya mmoja ambaye alikuwa ameshakubuhu kwa usafirishaji wa watu kwa, kwa, in, kwa njia hiyo, yuko mahakamani, anaitwa Leonard Joseph Benjamin ambaye naye ni raia wa Burundi, lakini awali alikuwa ni mkimbizi wa, wa kambi ya Katumba. Kwa hiyo tumekamata na hao watu tukamfikisha mahakamani, ameenda jela mwaka mmoja na bado anakaribiwa na, na shtaka la kusafirisha watu. Ili kudhibiti vitendo vya wageni kuingia nchini kwa kutumia usafiri wa gari moshi, Salimu anasema wanaendelea na mazungumzo na uongozi wa shirika la reli nchini. Kwa hiyo kama mvao vinavyokamata gari. Kwa hiyo tunajaribu kuongea na wenzetu na we wa management ya, ya reli ili tuone namna ambavyo maafisa wetu watafanya kazi kama wanavyofanya vyombo vingine kama polisi, kwenye hiyo kwenye train. Kuhusu vitambulisho vya kitaifa, Salimu amesema watu elfu moja mia nne ishirini na saba, kati ya zaidi ya laki moja waliosajiliwa katika manispaa ya Tabora uraia wao umekuwa na utata. Kwa hiyo tunaomba mara watakapopata taarifa hizi wafike katika ofisi husika wakiwa na vielelezo vinavyothibitisha kwamba wao ni raia wa Tanzania, wathibitishe hivyo ili waje wapate vitambulisho vya taifa kama wenzao. Ametoa wito kwa wakazi wa mkoa wa Tabora kwenda ofisi za uhamiaji mjini Tabora eh, kwa ajili ya kupata hati za kusafiria kwa mfumo wa kielektroniki kutoka Tabora, mimi ni Doto Elias wa TBC. Asante Doto Elias kutoka Tabora. Tumalizie taarifa yetu ya habari na ripoti kutoka nyanda za juu kusini, mkoani Mbeya, uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Kyela umekabidhi mifuko mia sita ya saruji pamoja na mabati zaidi ya mia tatu kwa wakuu wa shule za sekondari kwa ajili ya kukamilisha ujenzi wa vyumba 15 vya madarasa. Akikabidhi vifaa hivyo, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Kiela Lusi Mganga amesema saruji hiyo ni jitihada zilizofanywa na halmashauri kwa kushirikiana na madiwani wa halmashauri hiyo. Taarifa zaidi tujiunge na mwandishi wetu Adolf Mbata kutoka huko mkoani Mbeya. Wakati zaidi ya wanafunzi mia sita katika halmashauri ya wilaya ya kela mkoani Mbeya wakiwa hawajui siku ya kwanza masomo ya sekondari, uongozi wa halmashauri ya wilaya ya Kela umeanza kutekeleza mikakati ya kuwanusuru wanafunzi hao ili waanze masomo ifikapo Februari mwaka huu. Tukamua kama halmashauri tutoe mchango wa kwetu wa kuonyesha kwamba kazi hii ni muhimu na inahitajika kukamilika kwa wakati. Tumekaa tuka, tukaona kwamba ni vyema tukasapoti uhaba huu wa vyumba kumi na tano vya madarasa vyumba kumi na tano vya madarasa, ambapo kama halmashauri tumeweza kutoa mifuko ya saruji mia sita lakini tumeweza kutoa tumeweza kutoa mabati 360 lakini tumeweza kutoa shilingi milioni 15 yani milioni moja moja kwenye kila chumba, na pesa hizo tayari zimeshakwenda kwa ajili ya kuwezesha ujenzi wa vyumba vya madarasa kwa wanafunzi 636 ambao wamesalia kwa sababu ya kukosekana vyumba vya madarasa. Sisi kama idara tumefarijika sana. Mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kiela Antazi Mwakifuna amesema halmashauri imejipanga kuhakikisha wanafunzi wote waliochaguliwa kujiunga kidato cha kwanza mwaka huu wanaanza masomo yao. Mipunga ya mbegu wanauza kila kitu ili kuhakikisha tunajenga shule. Kabla hapo madarasa yote kumi na tano haya hayakuwepo kimsingi, lakini ndani ya wiki moja unaweza kuona wengine wako usawa wa renta, kama ikimba sasa wanapaua matema wako usawa wa renta na wenyewe, ukienda kule Ipande wako usawa wa renta, ukienda Ikoro wako vizuri. hivi vinaanza kutia hamasa sana kwa wananchi wale waliojitolea kule, walioanza hizi shughuli, lakini hatimaye watoto wataenda kwa darasani kwa wakati, kwa sababu wako nje ya wakati, watoto wengine wameanza kusoma, wengine wajaanza kusoma sekondari wamepongeza juhudi zinazofanyika, na uongozi wa halmashauri ni mzuri kwa sababu wameshiriki, wameonekana kuguswa, kwa sababu unajua ukaa na mtoto nyumbani kuna kera. Kuwa wamehamasika na wenyewe wamechangia kwa kiasi chochote nacho, kwa kweli zoezi limeenda vizuri na tunahakika kwamba vile vyumba vinakamilika ndani ya muda. Adolf Mbata, TBC Mbeya. Asante Adolf Mbata kutoka huko mkoani Mbeya. Na hadi hapo, mtazamaji wa TBC1, tunahitimisha awamu ya pili ya taarifa ya habari katika jambo Tanzania asubuhi hii. Tunayo mengi mazuri tumekuandalia, mtazamaji wetu, usiondoke. Mimi ni Ana Mwasioke na shirikiana na Mbozi Katala na timu nzima ambayo inasaidia kurusha matangazo haya, baki nasi. Tafakuri baada ya habari. Nyani mara zote yanadai kuwa eti yanafanana na binadamu kwa hali na mali, lakini ukweli ni kwamba nyani umbali na binadamu, na kinachothibitisha kuwa nyani umbali na binadamu ni adha zinazomkumba usiku na mchana. Jua ni lake, mvua ni yake, nyani hana nyumba. Na sababu inayomfanya nyani akose nyumba ni ajizi ya kila siku ya kusema Ah, kesho nitajenga nyumba. Ndio maana wahenga wanasema kesho kesho ni nyani. Tofauti na nyani, wako wadudu wanaoitwa mchwa. Mchwa ni mahiri sio tu kwa uchapakazi wao, bali pia ni wadudu makini walio na mipango endelevu, ikiwa ni pamoja na ujenzi wa makazi yao ya uhakika wakati wote, na ndiyo maana kila uchao utaona kichuguu cha mchwa, ambamo ndani kuna miundo mbinu ya uhakika kinakuwa chini na juu ya ardhi. Kwa kuwa mchwa wanaofahamu umuhimu wa kuwa na makazi na miundombinu ya uhakika ndani yake, ili kuhakikisha kwamba utitiri wa mchwa waliopo sasa na kizazi kijacho, ili kuhakikisha mamilioni ya kumbikumbi wanaokuja na watakaokuja hawatapata shida ya makazi. Mchwa wanaofahamu umuhimu wa kujiandaa mapema kwa makazi na miundombinu ili kuepuka adha ya siku za usoni. Takriban kila mwaka, wizara ya elimu inatupa Watanzania taarifa za kutia moyo, taarifa za kuongezeka kwa idadi ya wanafunzi wanaofaulu mitihani ya darasa la saba ili kwenda kujiunga na masomo ya sekondari. Hizi ni taarifa za furaha kutokana na ukweli kwamba ufaulu wa wanafunzi hao ni dalili za mwelekeo chanya dalili za kutuwezesha kuijenga Tanzania mpya yenye mafanikio, hasa tukizingatia kwamba elimu ni ufahamu, elimu ni ufunguo wa maisha, na elimu ni maarifa yatakayotuwezesha Tanzania kujikwamua kutoka katika lindi la umasikini na hatimaye kuijenga Tanzania ya viwanda, Tanzania ya uchumi wa kati. Lakini sivyo, bahati ama kwa mkosi mara nyingi taarifa hizo nzuri za kuongezeka kwa ufaulu, wakati mwingine huenda sanjari na kauli za baadhi ya wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, ama wadau wengine zinazoelezea uhaba wa madarasa katika shule za sekondari, na hivyo viongozi hao kutoa rai kwa wadau mbalimbali ili ujenzi wa haraka wa shule za sekondari ufanyike na kuwawezesha wanafunzi waliochaguliwa kuendelea na masomo wakiwa darasani kwani kinyume cha hapo wanafunzi hao watakuwa wakisoma wakiwa chini ya miembe ama mikorosho. Ni hivyo jamani, tusiatafune wala kumung'unya maneno. Umefika wakati kwa wale wote wanayohusika na swala zima la ujenzi wa madarasa kuwa makini, kuwa na mipango endelevu ya ujenzi wa vyumba vya madarasa, kwani ni ukweli unaofahamika kwamba kila uchwao idadi ya Watanzania inaongezeka, kila mwaka idadi ya watoto wakiwemo wale wanaojiunga na shule za sekondari inaongezeka. Hivyo e, basi, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba hata idadi ya vyumba vya madarasa vinaongezeka ili kuhakikisha kuwa katika karne hii ya ishirini na moja watoto wetu wanapata haki yao ya kupata elimu wakiwa ndani ya vyumba vya madarasa na kamwe siyo chini ya miti huku wakikumbwa na adha kama zile zinazomkumba nyani za kudandia miti kila siku. Na maandalizi ya mapema ya vyumba vya madarasa sio tu kutaboresha kiwango cha elimu kwa wanafunzi wetu, bali pia zoezi hilo la ujenzi wa madarasa kutaongeza mafanikio kwa taifa la Tanzania na kuwafanya Watanzania waishi maisha bora na ya mafanikio na amani, sawa kabisa na wanavyofanya mchwa waliomo katika himaya ya kichuguu. Ndiyo, kwani mchwa wametuzidi kitu gani? Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo. Jambo Tanzania. Mambo Tanzania. Hapa ni mahali pekee ambapo shughuli zote za siku zinapoanzia. Utakutana na habari, michezo, mahojiano na uchambuzi wa magazeti Jumatatu mpaka Jumapili saa 12 asubuhi hadi saa 2 kamili asubuhi. Jambo Tanzania 2019 siku inaanzia hapa. Naam, tumekwisha anza siku ya leo Januari uh, 30 2019. Hii ni Jambo Tanzania, tuna mengi kwa ajili yako Tanzania. Tumeangazia, katika tafakuri ya siku ya leo inazungumzia masuala mazima yanayohusu elimu na sisi tunaangazia hapo hapo katika elimu, lakini tofauti na e, tafakuri imeangazia hasa katika miundombinu elimu. Sisi tunaangazia e, nini kifanyike kwa watoto waliofanya vibaya katika mitihani. E, mara nyingi kumekuwa napata shika kwelikweli, e, matokeo yanapotoka. Nakumbuka ndio ilikuwa kipindi ambacho hata ukila ukiongeza sahani awali unaambiwa ndio maana umefeli sababu, <laughs> unakula sana. Kuna vitu hata havina mahusiano, lakini mpaka vinakatisha tamaa sana <laughs> haya, niko na mwalimu Afnieli Mkande, yeye ni mdaa wa elimu, tutaangazia hili. Uh, mwalimu, habari asubuhi, mambo vipi? karibu sana, nashukuru sana. Naam, tumeona zinakuwa napata shika sana yanapotokea matokeo. mm -hmm. yanapokuwa mazuri au mabaya pengine hili unaitazama vipi? Naam, um, unajua ma, ma, shule ni kama mashindano hmm.